za mwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam zipo nyingi mno. Kwa haraka haraka, chukua kumi hizi. Jambo la kwanza, wudhu. Ukikaa na wudhu, Allah amekuhifadhi. Kana wudhu muda wote, kama wema waliopita, na wudhu ukitenguka, karinyua wudhu. Kinga ya pili, soma sana ayatul Kursi ndani yake Allah ametajwa mara kumi na saba wazi wazi, na kwa kificho, na kwenye Qurani inaitwa ni a'dhamu ayatin fi lqurani lkarim, aya tukufu kweli kweli katika Qurani nzima ni ayatul Kursi. Nakumbuka kile kisa cha Abu Huraira wakati analinda baitul mal, sadaka wa wa za Waislam, mtume aliwaweka masahaba kwa pofika zamu ya Abu Huraira analinda mazao, analinda vyakula, mahindi na kadha wa kadha. Usiku wa manane anasikia ya mahindi yamepasuliwa yanadondoka katika chombo. Kawaida ya haya mazao, ikiwa utatoboa yakiwa juu ukakinga chombo, mwanzoni wakati yanadondoka, yanatoa sauti. Abu Huraira akamka kuja na mkuta, babu kizee ana zaidi ya miaka mia moja. Akamwambia nisamehe, analia, nina wajukuu nina watoto, njaa, hali mbaya. Akamhurumia, akamwacha. Kesho yake karudi tena, hivyo hivyo, akamwacha. Siku ya tatu akamkumuta vibaya sana kwa viatu vyake, akamwambia leo nakupeleka kwa Bwana Mtume Muhammad